Ujambo, msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Bedi. Ni bado tupo katika kitabu cha Alf Leila Uleila nayotaka. Na kukuhusia mwanangu ni haya: kwanza, epuka na usahibu wa kila mtu. Yeyote atakayeishi vyema katika ulimwengu huu hana budi kujiepusha na uhusiano na wengi. Pili, usimtendee yoyote jambo lisilo la haki, kwani leo kwako, kesho kwa mwenzako. Tatu, usisite kukubali makosa yako ukaona ya mwenzio tu. Kumbuka, ajiepushaye na mabaya ajiepusha na hatari. Nne, usishiriki katika unywaji wa divai. Kwani unywaji divai ni chanzo cha mabaya yanayopoteza akili ya mtu. Tano, usifuje mali yako. Ukiifuja, kuna siku utahitaji msaada kwa waovu wenye roho mbaya. Kwa hiyo mwanangu, itunze na uilinde sana mali yako. Kwani mali ni dawa kuponya mengi mabaya. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela. Alipomhusia hayo, Nurudin akazidi kumwonya mwanawe juu ya maovu ya dunia hii, na baada ya siku chache akafariki dunia. Badrudin alipomaliza kumfanyia baba yake matanga ya miezi miwili, akawa amejifungia ndani Ikawa hatoki nje wala haongei na mtu yoyote, mpaka sultani akamkabidhi mtu mwingine ule wadhifa wa baba yake. Akatoa amri watu waende kwa marehemu, wakaifungie mali yake yote. Aliyetumwa kwenda kuitekeleza kazi hiyo akawa anaulizauliza ni wapi kwa marehemu waziri mkuu. Mmoja wa watu aliowauliza alikuwa mtumwa wa marehemu. Aliposikia kwa marehemu Nurudin kunatafutwa akafanya haraka sana akamkimbilia Badrudini aliyekuwa ndani ya kasri la baba yake, akamwarifu kwa kumpigia magoti, ewe seidi yangu, nyanyuka upesi, usipoteze wakati, fanya haraka, ukimbie. kuna nini? Badrudini akauliza kwa mshangao. Sultani akajibu yule mtumwa ametoa amri ukamatwe, na aliowatuma wako njiani wanakuja, jiokoe upesi, usije ukaingia mikononi mwao. Badrudin akaamini maneno yake, akatoka haraka nyumbani, huku akiuficha uso wake kwa kilemba asitambulikane. Akaelekea makaburini alikozikwa marehemu baba yake. Wakati alipokuwa njiani akifikiri la kufanya mara akakutana na Myahudi mmoja msarifu fedha, aliyebeba kikapu na aliyekuwa anaelekea mjini. Yule Myahudi alipomwona Badrudin akamtambua akamsabahi, akamuuliza alikokuwa akielekea na kwa nini alionekana amejaa huzuni vile. Badrudin akamjibu, usiku nilipolala katika ndoto nilitokewa na marehemu baba yangu lakini kabla hajaniambia lolote nikagutuka nikaamka. Sasa kabla hakuja kuchwa, naelekea kwenye kaburi lake. Yule Myahudi akamwambia, namkumbuka vizuri baba yako, Mungu wa mrehemu, kabla hajafa alikuwa na merikebu iliyotazamiwa kuwasili na bidhaa mpya nyingi. Kama bado haijafika nakusihi usimuzi yeyote bidhaa hizo isipokuwa mimi. Nitakulipa sasa rabuni ya dinari elfu moja za dhahabu. Badrudin akakubali, na yule Myahudi akatoa mfuko kutoka katika kile kikapu chake akamhisabia Badrudin taslim dinari elfu moja za dhahabu. Halafu akamtaka mwandikie stakabadhi. Badrudin akachukua karatasi akamwandikia Nathibitisha hapa kuwa mimi Badrudin bin Nurudin namuuzia Myahudi Izhaka bidhaa za merikebu yangu kwa kupokea kutoka kwake taslim dinari elfu moja za dhahabu kama rabuni ya bidhaa hizo. Fedha zilizobakia atanilipa baada ya merikebu kuwasili salama salmin na kutathmini bei ya bidhaa. Walipoagana, Badrudin akaelekea mpaka kwenye kaburi ya baba yake, ambako alilia kwa uchungu kwa yale masaibu yaliyompata, kwani hakujua la kufanya wala pa kwenda. Baada ya kumtilia fatha na kumwombea baba yake dua, akatandika mswala akalala pale makaburini. Paliishi jini wa kiume aliyekuwa na tabia ya kuyazuru yale makaburi. Siku hiyo alipofika kwenye kaburi la Nurudin akamwona Badrudin amelala pale chini akastajabishwa sana na uzuri wake, akadhani ni malaika aliyetumwa ulimwenguni. Alipokwisha mwangalia yule jini akapaa mpaka angani. Alipofika kati ya ardhi na samawati, akakutana na kiumbe mwingine, akamuuliza yeye ni nani na anaelekea wapi yule kiumbe akamjibu kwa yeye ni jini wa kike na anakwenda nyumbani. Ndipo yule jini wa kiume akamuuliza mwenzake, je, unakwenda kuongozana nami mpaka makaburini nnako ishi ukashuhudie mwanadamu aliyeumbika kwa sura kuliko mwanadamu mwingine yeyote? Mwenzake akakubali. Wakapaa pamoja mpaka pale makaburini alipolala Badrudini. Yule jini wa kiume akamuuliza mwenzake, je, katika maisha yako yote umewahi kuona mwanadamu mzuri wa sura kama huyo? Sikiliza nikueleze, akajibu yule jini wa kike. Sultani wa Misri ana waziri mkuu aitwaye Shamshudin aliye na binti mwenye umri wa kama huyu kijana Sultani wake aliposikia uzuri wa binti wa waziri wake, siku moja akamwita, akamwambia, nimesikia una binti mzuri sana aliyevunja ungu, nataka kumwoa, je wasemaje? Waziri mkuu akajibu, samahani sana seidi wangu kwa hayo nitakayokuambia. Kama ujuavyo nilikuwa na ndugu aliyeitwa Nurudin aliyeshirikiana nami kuendesha wadhifa wa waziri mkuu katika milki yako. Siku moja tulikosana kwa ajili ya ndoa ya watoto wetu pindi wakizaliwa, jambo hilo ndilo lilomsababisha mdogo wangu aihame nchi hii atoweke. Sasa ni miaka ishirini toka kuondoka kwake. Ni majuzi tu ndipo niliposikia amekufa akiwa waziri mkuu wa Basra, na kwamba amemwacha mvulana wa kiume wa rika moja na binti yangu. Kwa hiyo nimemwahidi kuwa binti yangu hata olewa na mwingine yoyote, isipokuwa na huyo binaami yake. Seidi yangu, kwa kuwa usultani mwenye nguvu na uwezo, tafadhali na kusihi mchague msichana mwingine yoyote katika wasichana wazuri waliojaa katika milki yako. Umwome kusikia maneno hayo akakasirika sana, akafoka, unathubutuje kunijibu maneno hayo mtu kama mimi? Nataka kumwoa binti yako, na wewe badala ya kukubali mara moja kwa kutunukiwa heshima hiyo unanikatalia? Basi na hapa kuwa binti yako hataolewa na mwingine yoyote isipokuwa na mtumwa wangu wa mwisho. Wakati alipokuwa akifoka hivyo mara akapita mtumwa wake mmoja mwenye sura mbaya aliye na kinundu mgongoni, akamwita. Alipofika sultani akamlazimisha Shamshudin amwoze yule mtumwa Situl Hasan, tena usiku ule ule aingie naye nyumbani, ama sivyo atamkata kichwa yeye na binti yake. Yule jini wa kike akaendelea, huyo binti nimemwona leo na kusema kweli katika maisha yangu yote niliyoishi bado sijapata kumwona mwanadamu mzuri wa kufananisha naye ni kama hurulaini. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela U Lela lina. Siamini, akasema yule jini wa kiume hakuna mwanadamu mzuri wa sura kama huyu kijana aliyelala hapa. hayo ninayoyasema ni ya kweli kabisa, akajibu yule jini wa kike. Na huyu binti hakika angestahili kuolewa na huyu kijana, sina mtumwa mbaya mwenye kinundu. Basi wakakubaliana kumbeba Badrudini wakamlinganishe na Situl Hasan ambaye anataka kuozwa kwa nguvu huyo mtumwa mwenye kinundu. Yule jini wa kiume akambeba Badrudini aliyekuwa amelala fofofo mpaka akawasili Kahira, akamtua polepole chini, alafu akamwamsha. Alipoamka Badrudin akauliza aliko, kwani aliona yuko katika mazingira ya kigeni asiyoyajua kabisa. Yule jini bila kumpa nafasi akamkabidhi mshumaa mrefu, akamwambia Changanyika na ule msafara wa wasichana unaoelekea kwa bibi harusi. Wakati ukiongozana nao, mara kwa mara tia mkono mfukoni, umwagie wale wasichana sarafu za dhahabu zilizomo ndani. Changanyika na ule msafara wa wasichana unaoelekea kwa bibi harusi. Wakati ukiongozana nao, mara kwa mara tia mkono mfukoni uwamwagie wale wasichana sarafu za dhahabu zilizomo ndani ya mfuko wako. Usishangae na haya yanayokwambia, kwani yameandikwa na Mungu. Badrudin akafanya kama vile alivyoshauriwa na yule jini, ikawa wale wasichana wanaziokota zile sarafu, huku wakishindwa kujua la kumfikiria yule kijana mzuri aliyeongozana nao, aliyewamwagia masarafu za dhahabu Badrudin akafanya kama vile alivyoshauriwa na yule jini. Ikawa wale wasichana wanaziokota zile sarafu, huku akishindwa kujua la kumfikiria yule kijana mzuri aliyeongozana nao, aliye akiwamwagia sarafu za dhahabu. Walipofika kwenye nyumba ya waziri, mabawabu wakamkataza Badrudin kuingia ndani, lakini wale wasichana wakasema kama hawamkubali kuingia na wao pia hawataingia ndani kusherekea harusi. Ikabidi wale mabawabu wamwachilie Badrudini. Walipoingia ndani wakakuta ukumbi mzima umejaa waungwana, mawaziri na madiwani wa mji. Walipoingia ndani wakakuta ukumbi mzima umejaa waungwana, mawaziri na madiwani wa mji. Badrudin akaketi mkono wa kulia wa yule mtumwa bwana arusi. Ikawa wale wasichana walioshikilia mishumaa wanamtazama Badrudin tu na kustaajabia uzuri wake, wakawa wanampungia mikono na kusema kimoyomoyo kuwa yeye ndiye alistahili kuwa mume wa Sitol Hassan binti wa waziri mkuu badala ya yule mtumwa mwenye kinundu badala ya yule mtumwa mwenye kinundu baada ya muda wakaingia waimbaji wa, wa kike waliomsindikiza bibi harusi wakamketisha kati ya yule mtumwa na Badrudin. Hakika wote waliohudhuria wakamlaani sultani kwa kumlazimisha Situl Hasan kuolewa na yule mtumwa mbaya mwenye kinundu, ambaye wakati wote huo aliinamisha kichwa chake chini. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela alf, mara wakaingia waimbaji wa kike wengine waliobeba ala mbalimbali mbali za muziki wakaimba kwa sauti nyororo za kusisimua. Halafu wakaingia wasichana wengine wakamchukua bibi harusi, wakaingia naye ndani, wakampamba tena kwa vazi jingine zuri la hariri la rangi ya samawi lililomkaa vizuri mwilini lilonakshiwa kwa vito. Baada ya kumvisha ile nguo, wakampaka uturi, wakamnyunyizia marashi, wakamfukiza haliudi toka chini mpaka kwenye nywele zake, huku wengine wakimchana nywele zake ndefu na kuzipamba kwa lulu. Shingoni wakamvisha mkufu uliokuwa na almasi iliyonawiri mithili ya jua la adhuhuri. Walipomtoa tena ukumbini, wale wasichana wenye ala za muziki wakaanza kuimba na kucheza kwa kuipindapinda mikono na kukata viuno, huku wakimzungukazunguka bibi harusi na Badrudini yule mtumwa. Kila alipojaribu kumgeukia na kumtazama bibi ya harusi, wale wasichana wakawa na mkinga na kumsukuma bibi harusi ule upande wa Badrudini. Hapo Badrudin naye hutia mkono mfukoni mwake na kuwamwagia wale wasichana sarafu za dhahabu. Wote wakazidi kumpenda na kufurahishwa na vile vitendo vyake. Basi ikawa wote waliohudhuria, wanaume kwa wanawake, wanamkodolea macho Badrudin na bibi arusi tu. Wakati wote huo, maskini Situl Hasan aliinamisha kichwa chake kwa huzuni huku nywele zake ndefu nyeusi zikimeremeta kwa vile vito vya tunu. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alf Leila Uleila. Usiku ulipoanza kuwa mrefu, watu wakaanza kuaga na kuondoka moja mmoja, isipokuwa yule mtumwa mwenye kinundu Badrudini na wajakazi wachache ambao walimsindikiza ndani bibi harusi kule ukumbini. Yule mtumwa mwenye kinundu akamwambia Badrudin, tunashukuru kwa kuhudhuria kwako na kwa kuwafurahisha na kuwaridhisha wote waliokwako kwa kuwamwagia zawadi. Sasa ruhusa, nenda zako. Badrudin akapiga bismillahi, akaondoka langoni akakutana na yule jini wa kike aliyemuuliza, je, kijana unakwenda wapi? Hujui kuwa wewe ndiye bwana harusi? Sultani alikuwa akimfanyia mzaha tu yule mtumwa wake mwenye kinundu. Kwa hiyo rudi ndani. Kule ukumbini, yule mtumwa akakumbana na yule jini wa kiume aliyejigeuza paka mweusi. Yule mtumwa alipojaribu kumtisha na kumfukuza yule paka akaanza kuongezeka kimo mpaka akafikia ukubwa wa punda mchanga. Kuona vile, yule mtumwa akatishika sana, akatoka nje mbio, akaanza kupiga mayowe. Mara ile ile yule paka akabadilika umbo tena, akawa nyati dume mkubwa ajabu. Nikakimbia yule mtumwa kwa sauti na kumtisha likamwambia yule mtumwa kwa sauti ya kumtisha, we mtumwa mwenye kinundu, umethubutuje kujaribu kumwoa mpenzi wangu Alpilina? Kusikia kauli hile, yule mtumwa akauliza kwa woga huku akitetemeka, ningefanya nini bwana wangu? Mimi sikujua kama binti waziri alikuwa mchumba wako, isitoshe nimelazimishwa na Sultani kumwoa sasa nifanyeje? Sikiliza, akajibu yule nyati kwa hasira, kabla hakuja kuchwa nataka utoweke kabisa kutoka hapa ulipo, nisikuone tena. Nikija nikakukuta hapa na hapa, nitakuangamiza kabisa. Wakati wote huo Badrudin alikuwa katika chumba cha bibi harusi. Muda si muda, bibi harusi akaingizwa ndani. Alipoinua kichwa chake kutazama Akamwona Badrudini akastaajabu sana, akamkimbilia akatamka, laiti kama wewe ndiye ungekuwa mume wangu. Inawezekanaje binti waziri mzuri kama wewe uolewe na mtumwa kama yule? Akauliza Badrudin huku amemshika mkono Situl Hasan. Kwani si yeye ndiye niliyeozwa? Akauliza bibi harusi kwa mshangao mkubwa. Kwa kitabasamu hata kidogo akajibu Badrudini. Hukuona jinsi wale wasichana walipokuwa wakiimba walivyonitazama na kunisukuma mimi kwako, kwa wakati nilipokuwa nikiwamwagia zile sarafu za dhahabu? Baba yako alimlipa yule mtumwa vibaba vichache vya nafaka kukufanyia mzaha tu. Hivi sasa keshalipwa ujira wake na amekwisha kwenda zake. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela U Lela, u Lela. Situl Hasan kusikia maneno yale akafurahi akasema, furaha iliyoje hii, maneno yako yamenipoza jahannamu iliyokuwa ikiwaka moyoni mwangu. Basi baada ya kufungua ule mfuko wake uliojaa dhahabu uliofungwa vizuri kiunoni na kuweka pembeni, Badrudin akamkumbatia Situlhasan na Situl hasan naye bila kuona haya akamwambia Badrudin, twende tuendezee tukitandani. Walipokwisha lala kwa muda wa masaa, yule jini wa kike akamwambia mwenzake, sasa, kabla hakujapambazuka mchukue Badrudin umrudishe kule kule ulikomtoa jana. Yule jini bila kumwamsha akambeba Badrudin akapaa naye tena hewani kama awali, huku Badrudin bado amevaa nguo za kulalia tu. Mwadhini wa alfajiri alipoanza kuadhini na kuwaamsha waumini waelekee msikitini kwa sala alfajiri, na kulipoanza kupambazuka na yule jini bado hajafika alikomchukua Badrudin kwa kuogopa mwanga wa jua. Akamtua penye lango la jiji la Dimishak katika nchi ya Siria, halafu likaenda zake. Asubuhi lango la jiji lilipofunguliwa na umati wa watu ulipoanza kumiminika kwenye shughuli zao, wakamwona Badrudin amelala pale langoni, wakajikusanya wakamzunguka, mmoja akasema ama kusema kweli, mpenzi wa huyu kijana hakudiriki hata kumpa nguo zake azivae. Mwingine akaongeza, bila shaka amelewa, ndiyo maana amepotea njia akaja akalala hapa langoni. Ili mradi, kila mtu akatoa maoni yake. Mwisho, baada ya kupigwa na upepo mwanana, Badrudin akaamka Akajikuta amelala chini na amezungukwa na umati wa watu. Akauliza kwa mshangao, jamani, niko wapi hapa na mnataka nini? Wakamjibu, kulipopambazuka na lango la jiji lilipofunguliwa tukakukuta umelala hapa. Zaidi ya hayo, hatujui. Hebu wewe tuambie, ulilala au ulitoka wapi jana usiku? N nililala Kahira, akawajibu. Una wazimu nini? wakasema kwa mshangao. Unataka kutuambia kuwa usiku ulilala Kahira na asubuhi ukamkia Dimeshak? Hakika, akasema Badrudini, jana nzima nilikuwa Basra, usiku nikalala Kahira na sasa niko hapa. Watu wakamcheka wakafikiri ana wazimu wengi wakaanza kumsikitikia kwani walimwona alikuwa kijana mzuri wa kuvutia. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela U Lela. Hebu tueleze, wakamuuliza, ilikuwaje mchana ukawa Basra, usiku ukawa Kahira na asubuhi ya pili ukawa hapa Dimisha jana? Akajibu Badrudini, nilikuwa Basra kwenye kaburi la marehemu baba yangu, usiku nikawa Kahira kwenye sherehe ya harusi yangu, na sasa niko hapa bila shaka. Uliota, wakamwambia. Na Badrudini akafikiri labda kweli ilikuwa ni ndoto tu, lakini akawajibu la, sikuota, nayo yasema ni ya kweli kabisa. Halafu akauliza hapo watu wakasema bila shaka huyu kijana anawazimu. Basi wakaanza kumwandama mabarabarani, huku wakimpigia makelele kuwa ana kichaa, mpaka Badrudin akakimbilia kwenye duka la mwoka mikate mmoja ambaye hapo zamani alikuwa jambazi mkubwa aliogopewa, alioogopewa Dimishaki nzima. Moka mikate baada ya kumkaribisha ndani akamtaka Badruddin amhadithie kisa chake chote toka awali hadi akhiri. Msikilizaji, usikose kufuatilia Alfu Lela U Lela. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatiha Abeid.